Bwana Yes, uh, Mfwangavo Real Estate tuko site ili kuhakikisha kwamba wateja wetu tunawapatia kile kitu ambacho ni bora na chenye thamani kubwa zaidi. Uh, leo tuko Laroi, mji mwema, na unajua kishazungumza kitu kinaitwa mji mwema, ni sehemu ambako pamebarikiwa watu, ndio kama hawa ambao uh, wameshanunua maeneo na wanajenga na nyumba kali kama hizi ambazo zinaonekana, lakini kwa juu hapo unaweza ukaona pia umeme, uh, watu ambao wametoka mjini

hapa na huu ni mradi wetu ambao bado tunaendelea kukata viwanja hapa katika eneo hili. Unaanza na shilingi milioni moja tu na kuendelea. Kwa hiyo, karibu jipatie kiwanja chako, lakini pia kumbuka kwamba unaweza ukalipia kidogo kidogo mpaka pale utakapomaliza, na hapo utamiliki sasa kiwanja chako. Mfwangavo Real Estate, sisi tunakuthamini na tunataka uh, tumalize mwaka wote kwa pamoja. Ukiwa sasa umetimiza malengo yako tumejenga kwa ukaribu, tukuhudumie. Tuko site.